Na muundo wa uagizaji wa, wa China umeboreshwa kwa kiwango kikubwa mwaka 2025, huku uagizaji wa bidhaa za teknolojia ya juu na zenye thamani kubwa ya nyongeza ukiongezeka kwa kasi. Hatua hii inaonyesha kuimarika kwa mageuzi ya kiteknolojia na kuongeza ufanisi katika sekta ya uzalishaji wa viwanda nchini humo. Kwa maelezo zaidi katika makala ya Ifahamu China. Kwa mujibu wa kituo cha taifa cha taarifa cha China, kiwango cha uagizaji wa bidhaa muhimu za kati kama saketi zilizounganishwa, vifaa vya kutengeneza vijenzi vya kielektroniki na vyombo vya vipimo vya hali ya juu kiliendelea kuongezeka mwaka jana. Uagizaji wa bidhaa za rasilimali kama mafuta ghafi na madini ya chuma uliendelea kuwa thabiti. Wakati huo huo, bidhaa za matumizi ya kila siku zilionyesha mwelekeo wa kuboreshwa kwa ubora huku uagizaji wa, wa vyakula vya kiwango cha juu, bidhaa za huduma za afya na mahitaji ya kifahari ya nyumbani ukiendelea kukua. Mabadiliko ya muundo wa uagizaji yana faida kuu katika nyanja tatu. Kwanza, uagizaji wa, wa bidhaa muhimu za teknolojia ya juu unaimarisha uthabiti wa mnyororo wa viwanda wa China. Pili, uagizaji wa, wa bidhaa za kilimo kama matunda mabichi na yaliyokaushwa unakuza biashara na mawasiliano ya kiuchumi kati ya China na nchi nyingine zinazoendelea. Tatu, uagizaji wa bidhaa za matumizi ya kitamaduni na burudani unasaidia kupanua na kuimarisha soko la matumizi ya ndani, hatua inayoakisi kasi ya mageuzi na uboreshaji wa matumizi ya ndani. Mwaka wa 2025, China pia ilipanua vyanzo vya uagizaji nchi za Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia ni ASIAN zilibaki kuwa washirika wakuu wa uagizaji, huku mchango wa masoko yanayoibukia na nchi zinazoendelea ukiongezeka kwa kiwango kikubwa. Aidha, China ilishuhudia ukuaji wa uagizaji na usafirishaji wa bidhaa kwa zaidi ya nchi na maeneo mia moja na kumi duniani, hatua iliyoongeza uimara na uwezo wa kukabiliana na hatari katika minyororo yake ya ugavi. Ukuaji thabiti na wenye afya wa uagizaji umeonyesha kuwa mahitaji ya soko la ndani yameimarika huku mzunguko wa pande mbili kati ya soko la ndani na la kimataifa ukiwa laini na wenye ufanisi zaidi. Uagizaji sabti wa China pamoja na ukubwa wa soko lake vinatarajiwa kutoa msukumo mkubwa wa mahitaji na kasi ya ukuaji kwa nchi mbalimbali mbali duniani sambamba na kuchangia kuboreshwa na kusawazishwa kwa mzunguko wa uchumi wa kimataifa.